Na ushahidi wa amani utaupata hata katika mkusanyiko wetu huu ambao leo tumekusanyika hapa. Hakuna mtu aliyembughudhi mwenzie, hakuna mtu aliyemkaripia mwenzie, hakuna vitishio vyovyote ambavyo tulitishika navyo kwamba labda kuwepo kwetu hapa kunaweza kukatokea jambo la kuhatarisha amani ya mtu mmoja au mwingine. Hii ni ishara tosha kwamba amani ni kitu muhimu na kinatakiwa kienziwe. Wako watu wengine wanaofikiri kwamba amani ina mbadala wake. Amani haina mbadala wake, hakuna jambo lolote ambalo ni mbadala wa amani. Kuna ambao wanajidanganya, wanasema haki ni mbadala wa amani, kwamba haki inatangulia kabla ya amani. Dhana hiyo siyo kweli, bali dhana ya kweli ni kwamba amani kwanza na mambo mengine baadaye. Lakini kwa kuwa tunazungumza kwa maneno yanayotokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno ya mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tutosheke kueleza kwamba baada ya amani inayofuatia ni wajibu, alafu haki ni kitu cha tatu, kwa sababu hauwezi ukatekeleza haki yoyote bila kuwa na amani. Wako wanawaambia watu kwamba daini haki zenu, daini haki zenu. Ziko haki ambazo zimeainishwa na Uislamu miongoni mwa haki hizo ni hakul haya, ni haki ya mtu kuishi. Ataishi vipi mtu ikiwa hana amani? Yani hiyo haki ya kuishi utaitekeleza vipi ikiwa amani huna? Lakini miongoni mwa haki iko haku suyanatil mali, iko haki ya kutafuta mali, yani mtu kumiliki mali. Utamiliki mali vipi ikiwa amani huna? Tunaangalia watu kutoka nchi za jirani jirani zetu Kongo watu wanaacha mali zao kwa sababu ya kutoweka kwa amani kwa asikudanganye mtu kwamba wewe dai haki yako hii amani sio kitu amani kwanza kwa sababu hakuna haki yoyote ambayo inaweza ikatekelezwa bila kuwa na amani kuna haki inaitwa haku taarud haki ya kuchangamana, haki ya kuheshimiana, haki ya kuheshimika. Tunaona katika nchi ambazo amani yake imetoweka, wale watu waliokuwa na nguvu wamekuwa dhalili, watu waliokuwa na nguvu wamefukuzwa katika nchi zao, watu waliokuwa na nafasi waliokuwa na ufalme wamefukuzwa katika nchi zao wakiwa dhalili, kwa sababu ya kukosekana amani. Hakuna haki yoyote unayoweza wewe ukaitekeleza, basi inayakuwa na amani. Kuna haki inaitwa hakul hurriya, haki ya uhuru wewe wa kuwa nao, yani wewe uko huru. Huo uhuru huwezi kuwa nao kama amani huna. Kuna haki inaitwa hakul maawa, haki ya kuhama kutoka mahala kwenda mahala. Hauwezi ukahama wewe kutoka sehemu kwenda sehemu kama amani huna. Unaweza kupita mpaka gani wewe kama amani hakuna? Kuna watu leo wako hapa mkoa wa Katavi lakini hawakuzaliwa hapa Katavi, wamezaliwa mikoa mingine, lakini kwa sababu nchi yetu inatekeleza haki ya mtu kuhama mahala popote, yaani kuishi mahala popote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio maana leo kuna wageni hapa wapo. Wangepata nafasi ipi ya kuhama kutoka huko walikohama kuhamia hapa kama amani hakuna? lakini kuna haki rai. Hakurai ni haki ya kutoa maoni. Utapata nafasi ipi wewe ya kutoa maoni yako? Utatoa maoni yako kwa nani kama amani hakuna? Kwa hiyo Uislamu unaeleza kama utatengeneza msonge, yani triangle ya kati ya amani, haki na wajibu amani itakuwa ya kwanza, ya pili utaweka wajibu, haki ni ya tatu. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.